Kwa hiyo bajeti ya asilimia ambayo asilimia kumi, asilimia hamsini, ishirini na ishirini, nitakwambia ni za nini. Asilimia kumi, asilimia hamsini, asilimia ishirini, asilimia ishirini, hiyo ukijumlisha inakuwa ni asilimia mia. Mara nyingi asilimia kumi labda tunaweka kuwa ni zaka, hiyo ni sehemu ya Mungu, tunaweka kwanza asilimia kumi. Asilimia hamsini eh, ni mahitaji muhimu, ambayo anaweza kuwa chakula, usafiri, kodi ya nyumba, eh, kodi kama ni ya biashara, kama ni biashara, kama ni bajeti ya biashara, unaingia kodi ya biashara. Unapokuwa na bajeti yako ya nyumbani na kipya bajeti yako ya biashara kama na biashara, usichanganye bajeti. Kwa na kila kitu kina bajeti yake. Kwa asilimia hamsini itakuwa ni mahitaji muhimu yote. Umeme, chakula, maji, mavazi, malazi, hiyo inaingia ya kwenye asilimia hamsini. Kwa asilimia hamsini ya mapato yako utaweka kwenye vitu muhimu, mahitaji muhimu. Asilimia ya 20 utaweka kwenye matamanio, vitu vya matamanio. Kuna watu wengine wanapenda kusafiri kwa mfano. Haina maana kwa kwa sababu kuna hela basi usibaji tayari ya kusafiri. Wewe baji tu, afuanza kuelekea hela ya kidogo. Siku kitinio utasafiri safari ya ndoto yako.

Kuna mwingine anapenda tu kwenda out. Na out laba ina laba labda shilingi laki moja labda kwa mwezi. Pom. Au shilingi elfu ishirini kwa mwezi. Pia ibajetie katika hiyo shilingi 20 ya mapato yako. Tunza ile hela kwa ajili ya kuweza kwenda kula out. Ili ukienda kula out siwezi kujaribu kwa baba. Anza tulienda out tushakula hela ile ile sasa itakuwaje? Kama uni budget Kwa sababu unatumia kile ambacho ulifanyia budget. Kwa asilimia ishirini utapanga vitu ambavyo ni matamanio ambayo unavipenda. Na ni kwa nini kuvipanga hivi vitu? Ndiyo maisha. Hakuna siku maisha inakaa sawa, tukawa vitu tutakuwa mteremko kwamba. Basi Bas, sasa tunaweza tukaanza kuvirusha. Sasa tunaweza tukaanza kula bata. Aa, uh-huh. Bata unaipanga wewe.